Mkuu, nimefanikiwa kupata kile mlichonituma. Ongera sana, Kalongo, lakini sikitika kukwambia kwamba bado hujafanikiwa. Sijafanikiwa vipi? Na wakati mkuu, niko na begi na lina kila kitu ndani. Ni kweli begi lina kila kitu na umeleta hapa, ila wakati unakuja huku ulikutana na mtu alikukimbiza, na wakati umemkamata uliweza kulifungua lile begi, na kibaya zaidi ameweza kuona kila kitu, kwa hiyo umekosea masharti. Sasa mkuu, unanisaidiaje? una maanake nimeshakuwa kuwa hatari tena hii tena. Nikuwa, ni kweli mimi yule mtu nilikutana naye na nilifungua kweli, mkuu. Karongo mkuu, hakuna kitu chochote cha kuweza kukusaidia zaidi ya wewe mwenyewe kujisaidia. Cha kupaswa, unaweza kutoka hapa na uende kumtafuta huyo mtu ambaye aliweza kuibia mkoba wako na uweze kumuua, maana yeye ana siri kubwa sana katika alichokiona katika huo mkoba. Lakini mimi yule mtu sifahamu kabisa, ilitokea tu kanipola mkoba na akakimbia. Ina maana sijui hata anapoishi. Na imani kabisa, unapokumbuka pale ndipo aliweza kupola ule mkoba. Kwa hiyo yale ndiyo maeneo yake makubwa sana ya kuweza kukaa pale. Kwa hiyo fanya ufanyavyo uweze kumpata na uweze kumuua. Sawa, mkuu, nimekuelewa. Nitafanya hivyo.